Kuna habari njema kutoka gereza la Ukonga jijini Dar ambako mwenyekiti wa taifa chodema, wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Mheshimiwa tundu Antipasi Lissu anashikiliwa akifuatia serikali kumfungulia kesi ya uhaini pamoja na kesi mashtaka mengine a. Na kwa nini ni habari njema? Kwa sababu ujumbe huu waliotumwa Mheshimiwa Lissu unazungumzia masuala ya msingi kabisa ambayo aliyaongelea mara ya mwisho alipoletwa mahakamani. Kama unavyokumbuka, mara ya mwisho alipoletwa mahakamani, Mheshimiwa Lissu alieleza mazingira magumu yanayomkabili huko gerezani, haki zake mbalimbali anazonyimwa, na kuafikia uamuzi wa kusema atajiwakilisha mwenyewe katika kesi hii na kuwaondoa mawakili thelathini na tatu waliokuwa wakimtetea. Hakuchukua uamuzi huo kwa sababu mawakili hao wamemwangusha, bali kulikuwa hakuna umuhimu wa hao mawakili kuendelea kupoteza muda wao kwa sababu kila walipokuwa wakienda katika gereza la Ukonga kwa ajili ya maongezi na Mheshimiwa Lissu kwa ajili ya kesi hii walikuwa wananyimwa faragha. Kwa hiyo ujumbe aliyotoa Mheshimiwa Lissu kutoka gerezani unaeleza hivi na ninausoma hapa: baada ya kuzungumza mahakamani juu ya ukiukwaji wa haki zangu kama mfungwa gerezani, sasa naweza kuonana na mawakili wangu na kuzungumza nao Kadhalika, ameendelea kusema kuwa sasa naruhusiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mpira kama wafungwa wengine, na sasa naweza kupata huduma ya kiroho siku za ibada. Pia Mheshimiwa Lissu akaandika kuwa bila kupigania haki zetu hatutozipata, tusikate tamaa. I demanded it. I got it. You don't demand it, you don't get it. Aluta continue kwa hiyo huu ni ujumbe aliotuma Mheshimiwa Lissu kutoka gereza la Ukonga na umepatikana kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini habari hii ni njema? Kwa sababu haya mambo matatu sio tu yanatokana na kuwa Mheshimiwa Lissu aliyaongelea alipokuja mahakamani na sio na. Katika kuongea kwa kweli, baadhi ya watu uh, ikiwa mimi, mimi mwenyewe nilipata wakati mgumu sana kutengeneza video iliyohusu tukio hilo, kwa sababu maelezo ya Mheshimiwa Rais kwa kweli yalikuwa yanaumiza kwamba kwa nini mtu anafanyiwa hivi wakati huyu ni mtuhumiwa uh, hajafunguliwa haja, haja, haja mashtaka hajahukumiwa katika hayo mashtaka aliyo Funguliwa. Kwa hiyo ilikuwa ni swala ambalo lilikuwa linatia uchungu, lakini kulikuwa na vitu vitatu vya msingi ambavyo vinatokana na ujumbe huu. Kwanza, huu ni ushindi wa kisheria kwa sababu sheria imetamalaki hapa, sheria imeshinda, kwa sababu sheria, kanuni na sheria ziko wazi kwamba faragha kati ya wakili na mteja wake ni lazima iheshimiwe, kwa sababu kuna ziara za aina mbili ah, kati ya wakili na mteja wake ya kwanza ni visitation. Hii ni ziara kama ya mtu mwingine uh, ndugu jamaa, marafiki. Kwa hiyo, katika ziara za aina hii askari wa magereza wanakuwa karibu kusikiliza mnachoongea, kwa sababu ni ziara tu ya kutembelewa. Faraga sio muhimu sana katika hii visitation. Lakini ziara ya pili ni consultation. Hii ni ziara ya kitaalamu kwa sababu mwanasheria anapokuja anaongea na mteja wake, kujadili kuhusu mwenendo wa kesi, kuhusu mikakati mbalimbali, kuhusu shahidi mbalimbali. Hii inatakiwa kuwa faragha, askari wa magereza hawatakiwi kuwa karibu wakati wakili anaongea na, na mteja wake kuhusu masuala ya kisheria. Kwa hiyo huu ni ushindi wa kisheria. Pili, kuhusu hii ya kuruhusiwa kufanya mazoezi, hili nalo pia ni muhimu sana, kwa sababu kama unavyokumbuka Mheshimiwa Lisu alinusurika jaribio la kuuawa Septemba 7, 2017 na kutokana na kunusurika huko alifanyiwa operation mbalimbali na mpaka sasa hivi anaendelea na matibabu, na moja ya matibabu haya ni kufanya mazoezi. Kwa hiyo kitendo cha kunyimwa haki ya mazoezi kilikuwa na athari katika afya yake, ilikuwa inahatarisha afya yake. Lakini pia mazoezi ni muhimu sana kiafya, hasa mental health, afya ya akili, ukiwa umefungiwa sehemu, ukiwa katika mazingira magumu kama aliyokuwa nayo Mheshimiwa Lissu mazoezi yanaweza kuwa na msaada mkubwa sana kuifanya akili ifanye kazi yake vizuri pasipo na matatizo kwa hiyo huu pia ni mshindi mkubwa hasa katika eneo la afya ya mheshimiwa Lissu kwa hili la kuruhusiwa kufanya ibada hili nalo ni kubwa sana huu ni ushindi wa kiroho kwa sababu unapokuwa katika nyakati ngumu nyakati za giza kwa sisi tunaomtumainia mungu wacha mungu kama alivyo mheshimiwa Lissu kuwa karibu na mungu kuna nguvu kubwa sana nyakati zote ngumu maishani uh, zinasaidiwa sana pamoja na jitihada unazofanya mwenyewe binafsi, lakini ukaribu na Mungu unakuwa na msaada mkubwa sana. Kwa hiyo hili litakuwa na msaada mkubwa sana haya yote matatu yanayotokea kisheria. Kukutana na wanasheria wake kwenye faraga ni jambo zuri, hili la mazoezi ni zuri kwa ajili ya afya ya kimwili, lakini pia afya ya akili, na hili la kupewa ruhusa ya kuhudhuria ibada ni zuri kwa sababu lina umuhimu katika uh, afya kiroho lakini kuna moja ambalo lilikuwa la msingi sana hili la kwanza la wanasheria ambalo, uh, baada ya mheshimiwa Lissu kutangaza kwamba ameamua kujiwakilisha mwenyewe baada na kuwaondoa wanasheria wake thelathini uh, na tatu, habari hizi zilipokelewa kwa shangwe sana, kwa mujibu wa taarifa, zilipokelewa kwa shangwe na watesi wake huko serikalini. Kwa sababu gani? Wakili uh, ni kiungo muhimu sana cha mfungwa au mtuhumiwa aliyoko gerezani. Ni kiungo kati ya mfungwa au mtuhumiwa, kama alivyo wa Mheshimiwa Lissu, na dunia ya nje, kwa sababu ukiwa jela ni kama uko dunia nyingine, hujui yanayoendelea huko nje aa, kama kesi na maendeleo, kunahitajika mtu wa kukuletea taarifa kutoka nje. Kuna research inatakiwa kufanyika kutukusu, kuhusiana na kesi kutoka huko nje. Kwa hiyo, kwa vyovyote vile, uamuzi wa Mheshimiwa Lissu ku, ku, I mean, ile uamuzi wa mahakama au, au magereza kuzuia hii uh, faragha ya Mheshimiwa Lissu na, na mawakili wake ilikuwa na impact kubwa sana. Na hata uamuzi aliochukua kusema kwamba anaachana na wanasheria pia ungeweza kuwa na impact katika mazingira haya uh, uh, ambayo yeye mwenyewe amewahi kuyaeleza. Japo hajatanabaisha kwamba amebadili ame uamuzi kwamba wanasheria wake wataendelea kumwakilisha au ataendelea kujiwakilisha mwenyewe, lakini kwa sasa hata akiamua kujiwakilisha mwenyewe itakuwa ni si tatizo, kwa sababu wale wanasheria kimsingi bado wanabaki kuwa wanasheria wake. Muda wowote wanaweza kurudi kwenye kesi yake. Lakini kubwa zaidi sio wale wanasheria kuonekana mahakamani, kubwa zaidi lilikuwa ni mawasiliano kati yao na yeye kule jela, mawasiliano ambayo yalitakiwa kufanyika kwa faragha. Kwa hiyo hii ni habari njema sana, na kwa hakika uh, inatia matumaini kuhusu mwenendo wa hiyo kesi. Lakini baada ya hilo kuna taarifa nyingine ambayo kwa kweli sio ya kupendeza sana. Uh, hii inatokana na ukweli kwamba kesi ambayo imefunguliwa dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA ilikuwa inatajwa leo, lakini kama ambavyo ilitarajiwa, na mimi nimewahi kutaja katika makala mbalimbali hapa mbali, kwamba siku ambayo hii kesi inatajwa kesi ambayo Chadema imefunguliwa na wanachama watatu ikiwa pamoja na makamu mwenyekiti wa zamani wa chama hicho kutoka Zanzibar wakidai kwamba chama hiki kinaibagua Zanzibar. Aa, na hiyo kesi imepelekea ilipelekea uamuzi wa huyu Jaji Hamidu Mwanga kuifungia Chadema kwa siku 14. Aa, kama mnakumbuka katika makala iliyopita, kuhusiana na kesi hii nilieleza kwamba kuna wasiwasi kama tarehe 24 mwezi wa sita huyu jaji hatofanya tikitaka za namna fulani, ili li kuhakikisha kwa Chadema inaendelea kutumikia hiyo adhabu ya siku kumi na nne. Of course adhabu inatakiwa hiyo imeisha siku kumi na nne, lakini kwa sababu jaji hajatokea mahakamani, kwa sababu leo alitakiwa kutokea mahakamani hakutokea, kwa hiyo kimsingi ile uh, zuio lile la siku kumi na nne, yayumkinika kuamini kuwa litaendelea mpaka atakapobadili uh, kwa mujibu wa maelezo ni kwamba kesi itatajwa tena tarehe kumi mwezi wa saba. Um, so hapa haki inacheleweshwa na kucheleweshwa haki kuna athari kubwa kwa Chadema sasa. Chadema wamechukua uamuzi ambao tutaelezea kwa kifupi uh, wameandika barua rasmi kuipeleka kwa Mahakama Kuu kanda ya Dar es Salaam, ikimtaka jaji huyu Hamidu Mwanga ajitoe kusikiliza kesi hiyo, na imewasilishwa barua hii kwa haraka na kuelezwa kwa ni muhimu sana, na zimetolewa sababu tatu za kumtaka huyu jaji ajitoe, ikiwa ni pamoja na kwamba um, amekuwa akikataa kusikiliza mawakili wa, ch wa Chadema lakini pia amekataa ku, alikataa mara ya mwisho kesi ilipotajwa kuisogeza mbele kwa sababu siku hiyo Chadema ilikuwa inawakilishwa na wakili Jebra Kambole, lakini Jebra wakili huyo aliamua kujitoa, kwa hiyo Chadema ikawa haina wakili, na ombi lilikuwa ni kuahirisha hadi Chadema itakapowakilishwa na wakili mwingine, lakini huyo jaji akakataa. Na sababu ya tatu Uh, ni kwamba licha mapingamizi ya mapingamizi ambayo yamekuwa yakiwekwa kuhusiana na mwenendo wa kesi hiyo, huyo jaji amekuwa akiyapuuza. Na sababu za huyo jaji kupuuza au kufanya upendeleo wa dhahiri ziko wazi, kwa sababu historia yake inaeleza yeye ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo uh, wamewasilisha maombi hayo na kutaka kwamba huyu jaji ajiondoe katika hiyo kesi ili haki sio tu itendeke, bali ionekane imetendeka. Kwa hiyo haya ni yaliyojiri siku ya leo. Una maoni gani? Karibu tuwe maoni yako. Asanteni na kwaherini.